Tumesikia kuhusiana na kiwashe mm. Eh, kwa nasisi pia tunaendelea kukiwasha Hilda yeah. Eh, sijui Hilda we unakiwasha kutokea wapi? Mii nakiwasha sana sasa, kiwashe tena <laughs> na zaidi pia, yapo mengi hapo, ikiwemo uh, migodi ambayo inaendelea kufunguliwa na kusogeza pia huduma karibu, lakini tunakukumbusha kiwashe tena, kwa sababu uh, yapo maudhui mapya pia uh, katika chaneli zetu za ndani za hapa Azam TV. Yote hayo na mengine mengi atatueleza hapa uh, Sebastian Mwaikambo kuhusiana na yale ambayo yanajiri na yeye akiwa ni meneja promosheni. Karibu sana. Asante. Umekiwasha tena na <laughs> zaidi. Hey. Uh, za asubuhi. Salamu na ndugu. Za siku. Nimekumbuka koko ni ile kochi. Unajisikiaje? Nimehamia wilaya tu. Si lakini Hmm. Asante, tunasema kiwashe kwa dio, sababu kuna mwingine ameamua kukilaza, lakini tunakwambia bwana ah, kiwashe eh, <laughs> wanaokilaza <laughs> wanakosa, wanakosa mengi eh, eh, na kwa sababu akitaki kulala akitaki kiwake akitaki, ndio maana tunasambaa nchi nzima hmm, kuhakikisha hata yule ambaye amelala au yule ambaye amekilaza tunakiwasha kwa niaba yake au tunamshauri kiwashe kwa sababu gani? Yeah. maudhui ni mengi mm -hmm, kama tulivyosema sasa hivi ukiangalia Azam 2 utaangalia Evermore, ukiangalia kwenye Azam 1 Heartbreak pale mambo yanaenda vizuri sinema zetu mm. Kuna content mpya ambazo zimeanza hakika mpya na za kwetu. Hivi karibuni umeweza kusikia vipindi vimeweza kunogeshwa na kuboreshwa. Jumamosi Jumapili unapata blockbuster movies. Yeah, movies za zamani na movie mpya zote zimeletwa kuboreshwa na mambo yamekuwa tena na zaidi eh, la hasha, hata watangazaji wameongezeka vile vile. Ndio umeona mmekaa eh, nao hapo kwenye kiti eh, mmeweka kidogo nao kwenye eh, kwenye kwenye kiti cha moto hapo eh. Sawa, lakini atuishii hivyo, tunapita mikoa na sehemu mbalimbali ili kufikisha huu ujumbe. Migodi inazidi kuongezeka na madini yanazidi kutema hii wiki iliyopita nimetoka Njombe, unauza kidogo hapa kibaidi kimenipiga ngozi imebadilika ah, kwa sababu tulikuwa Njombe kule mjini uh-huh. Tumezindua mgodi Ijumaa ya tarehe, ilikuwa tarehe ngapi? tarehe Ijumaa hii iliyopita tarehe kumi na hilo, sita, mm. sita tumezindua mgodi pale Njombe unafanya kazi vizuri kabisa. Tunakwambia ufundi au marekebisho <coughs> au maboresho ni bure kwa kara wetu CBM ambaye akiwa anashirikiana na, na msimamizi wa kanda yetu ya kusini bwana Jonas ambao tunahakikisha kwamba kila mmoja anapata huduma ambao tumesema tutampa kila mtanzania nchi nzima mm. Mm. Sasa nikwambia kitu kimoja mm. bei ya kisimbuzi chetu cha dishi ni elfu tisini na tisa ndo bei yetu elekea ezi kwa bei nafuu unapata, lakini wakala wetu pale ameweza kushusha bei japo kwa elfu tisini na tano. Ukienda pale mpaka mwisho wa mwezi unapata kisimbuzi chako cha dishi, unaweza kupata pia hata huduma zingine za Azam TV Max, burudani kiganjani, uweze kufurahia mambo ambayo, mm -hmm. anaendelea hupo hadi hapo, hiyo kwa Njombe. Yeah, lakini yeah. <laughs> zangu hiyo ni Njombe, hiyo ni Njombe, lakini fundi, hiyo inabaki kwenye, kuna artist anaweza kununua mboga ya watu, umeona sasa yeah, na huo ndio msimu mzuri watu wanavuna sasa hivi, ndugu yeah, yangu kizunguko huko mikoani mtu mm -hmm. anakuambia anachokipata pale kidogo, pembejeo ananunua mboga, lakini mm -hmm. una safe kidogo, kuna kifurushi kutazama yeah. Azam TV unakiwasha mm -hmm. una safe kidogo, una noki simbuzi chako sasa. Lakini la hasha, sijaishia hapo, hadi Ijumaa tena kesho hadi kusogea Ijumaa na sogea di Kaloleni, Kaloleni unakujua Chalinze, Chalinze kule tunasogea nyingi. Sio Arusha, Arusha naumeona kuna Kaloleni kuna <laughs> <Arusha. Kuna> <laughs> yeah. sasa imesha ta. Jamani, sio Ah mwakamnaiwa tutakuwa Chalinze tunazindua mgodi mpya kabisa, mgodi wa kwanza ambao utakuwa uh, mkoa wa Pwani. Mm. Mkoa wa Pwani kimaanisha Chalinze, wilaya ya Chalinze. Kwa kweli nao mnawafikia kule. Kuru. Umeona tunawafikia vizuri sana sana, sana sana. Watu wote ambao wako karibu na pale. Eh. Tutakuwa kwa wakala wetu wanaitwa Zotecom, Zotecom Electronics. Mm. Na yuko barabara Kaloleni kama ile njia kwenda Dar Morogoro. Mm. Kwanzia saa ngapi? Kwanzia saa 4 sa, asubuhi tutakuwa pale. Mm. Burudani ya kutosha. Ndio. Tutakuwa na matengenezo au maboresho ya kiufundi ambayo yatafanyika pale. Narudia jamani ni bure. Mm. Usiokadanganye jamani, vishoka ni wengi. A, mm -hmm. yeah. Ah, ah. Lakini sasa tunachokushauri ni kwamba matengenezo ni bure. mm -hmm. Lakini ukifika pale tunakwambia lipia vifurushi, mm -hmm. japo vya miezi miwili ili uweze kupata. mm -hmm. Tuone, vitu tuone. Hey. Sio hey. Afu kimewaka, afu na hey. tuone. Yeah. tu na kiwasha alam, alafu kimewaka blue na nyekundu lakini hauoni maudhuri. Yeah. lengo letu ni kwamba kurudisha amani, furaha na upendo nyumbani. ndugu yangu hapa aki amezoea kuchelewa chele, labda nyumbani wife pale, naambia bwana, narudi nyumbani leo, kuna kipindi chetu saa moja usiku, ni mfanoka, aakadhani kwamba ni ujumbe ambao nampa. Hapana, sio ujumbe wangu, lakini <laughs> kurudisha ile furaha nyumbani, kwa sababu hatuishii hapo. Hii jumapili unajua, tunakiwasha si unajua, tuko Zanzibar, zanzibaro Si mnyamanan na hatuishi hapo lakini, tarehe kumi na tano jamani, Juni hapo huoni kokote <laughs> zaidi ya Azam jamani, kimewaka <laughs> kimewaka kweli kweli, na hapo nachoambia ni kwamba yeah. kuna sababu nyingi ambazo zitakufanya wewe ukiwashe. mm -hmm. ko hata ndugu zangu wa Chalinze ambao tutawafikia ijumaa hii Msihofu mimi, mimi watu wa Chalinze na wajua yani, mimi nakuhakikishia, unawajua na wajua watu wa Chalinze, watu wapo, ni wanapenda raha uh, yani lazima watakuwa otaku, wengi sana watakuwa wengi <laughs> na zile ngoma zao wanazozipenda <laughs> na <dan> ndo ngoma zao tunazowaletea, <laughs> kwa sababu kila sehemu tunapoenda uh-huh, tuna customize tunaweka pale according na mazingira ya pale na matakwa ya pale na vitu wanavyovipenda, kama yalivyo maudhui, kama yalivyo maudhui ya Azam, Azam, Azam TV, yani tuna kila kitu ukiingia hapa UTV unaona Morning Trumpet unafurahia vitu vyako, eh, baadaye utaangalia la Siri Lounge kidogo. hey. Utaangalia habari Sidiyo. Lakini pia Azam tu nakwambia, pale unaangalia Evermore unaangalia so the legend of K-Fan. e, mm. E. <laughs> eh, kuna habari asante hey. as <laughs> a mwana unaingia, kuna kuna unamwelewa, jamaa, unaelewa sana, yuko vizuri sana <laughs> lakini kuna blockbuster movies <laughs> uh -huh. ambazo zipo Azam tu kuna blockbuster movies ambazo ziko kwenye sinema zetu. Mm. Mimi napenda sana movie, yani kufuatilia maisha yangu vizuri. Yeah. Huyu yani mtu ni kazi. Ehe, anapiga sala kidogo, anakula lakini movie na kesha ndugu yangu. Mm. Okay. Kwa hiyo Azam Two Azam One sinema zetu ni vitu ambavyo naangalia sana. Sawa sawa. Mimi nadhani kwa jinsi ambavyo Seba amezungumza, mm. Uh, kuna kitu kinaitwa upungufu wa furaha mwilini. Ehe. Ufumwi. Ufumwi. Sasa <laughs> nadhani binadamu yeyote ambaye atakuwa ataku, ataku, hana Azam TV mm. <laughs> au haja

Anaweza kakumbwa na na ilo jambo e, na ndio maana sasa tunakuja tunakiwasha. Upo, upo, upo. upo. ndugu yangu metokaaaa ametoka hapa, anasema kuhusu nini? Ukitafuta suluhu utapata mrejesho, mrejesho ni pesa. Sio wote ambao anapata pesa haraka, lakini tunakwambia furaha yetu ambayo tunakupa Azam TV. Mfano hata tukikupa kisimbuzi cha antena, kwanza ni bure, unajua bado eh mm. Naomba naomba igundulike jamani <laughs> kama ulikuwa hujui, nakuangalia wewe <laughs> ni bure eh. Unacholipia tu ni kifurushi cha miezi miwili ili uweze kuendelea na burudani ambayo naipata na majirani pia. Tuache kuchungulia bwana madirishani eh. Tuache cha kwako,

kwa wote. Kaka, mimi ah, <laughs> nakutakia kila la heri. Shukrani sana kwa kukiwasha tena. Ah. Tukutane Chalinze. Eh, wakati wewe unaondoka eh, eh, sisi tunaendelea hapa kukiwasha. Asante. Alafu mimi nendelea mkakiwashe huko Chalinze, shukuru sana jamani. Mwafikishie. Asante. Tuitane tena jamani, hapa ni nyumbani, wewe tu ukiambua, karibu sana. Ndio, asante sana Sebastian Mwaikambo ametuambia hapa, hivi karibuni tu, Chalinze. Kwa hivyo usikose kufuatilia kwa ukaribu ufunguzi wa mgodi huo mpya.